Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, afisa mmoja wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania amejitokeza hadharani na kutangaza kwamba hali ya taifa imefikia katika hatua ya hatari. Afisa huyo amefahamika kwa jina la Captain John Charles Tesha, na imefahamika kwamba bado ni mtumishi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Na ni mkufunzi uh, wa zana za anga uh, katika masuala ya kivita kwenye shule ya jeshi la anga la jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo um, afisa huyo Kapteni Tesha aliongea na Watanzania jana kupitia kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Hotuba yake ilidumu kwa muda wa saa moja na dakika ishirini na tano. Kwa hiyo ilikuwa ni ndefu kidogo. Sasa Jasusi TV katika makala hii inakuletea pointi zote za msingi zilizoongelewa na Captain Tesha hapo jana. Lakini pia makala hii inazungumzia jinsi hotuba hiyo ilivyopokelewa na Watanzania mbalimbali, hususan kwenye mitandao ya kijamii. Kadhalika, makala inatupia jicho a, kauli iliyotolewa a, taarifa iliyotolewa na jeshi la wananchi wa Tanzania kuhusiana na hiyo a, hotuba ya Captain Tesha. Kama alivyosema uh, Kapteni Tesha ambaye ni afisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, ngazi ya kapteni ni afisa wa ngazi ya kati, aliongea na Watanzania jana kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo alitoa hotuba kama alivyosema ya saa moja na dakika ishirini na tano na alieleza kwamba hali ya taifa imefikia hatua ya hatari na akatanabaisha kwamba ujasiri wake uh, ndio uliomtuma kujitokeza hadharani kujitoa mhanga na kuongelea hayo mambo mazito, na akisema kuwa yeye kama mzalendo ana wajibu wa kulinda nchi na ndicho kilichomsukuma kuongea na Watanzania kuhusiana na hayo yanayoendelea nchini Tanzania. Kadhalika, alieleza kwamba ameshawahi kuandika barua kwa viongozi mbalimbali wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania ikiwa ni pamoja na mkuu wa majeshi akiwatahadharisha kuwa Watanzania wamepoteza imani kwa taasisi nyingi za serikali na kwamba jeshi hilo ndilo pekee ambalo limebaki kuwa nge, ngome ya matumaini wa kwa Watanzania. Akatoa rai kwamba jeshi hilo linapaswa kuchukua hatua za mapema kurekebisha hali kabla nchi haijajikuta katika mgogoro wa kisiasa unaoweza kuhatarisha usalama wa taifa. Katika maelezo yake, Kapteni Tesha aliwataja watu mbalimbali mbali ambao wanasema aliwatambulisha kama wazalendo ambao kwa nyakati mbalimbali wamekuwa mbali wakiongelea maswala muhimu yanayohusu mustakabali wa taifa, na kumtaja mzee Joseph Butiku, balozi Humphrey Polepole pamoja na jaji mstaafu Robert Makaramba kwamba ni miongoni mwa watu ambao wamejitokeza mara kadhaa kuongelea masuala muhimu ya mustakabali wa taifa, lakini kwa bahati mbaya uh, wote uh, wamepuuzwa. Yani matamko yote yaliyotolewa na watu hao ambao Captain Tesha aliwaita kuwa ni wazalendo yamepuuzwa na serikali. Kadhalika aliendelea kueleza kwamba um, katika Tanzania kuna kitu kinachoitwa deep state, na akasema kwamba hili ni kundi la watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya dola wanaoendesha serikali kwa siri kwa maslahi yao binafsi. Akasema kwamba hii deep state ni serikali fiche inayoundwa na viongozi wa vyombo vya usalama, maafisa waandamizi wa, wa serikali, wafanyabiashara wakubwa na watu maarufu wanaotumia nguvu na mali kudhibiti maamuzi ya taifa, na akadai kwamba kundi hili halina uwajibikaji kwa wananchi na hutumia propaganda, rushwa na vitisho kuhakikisha linaendelea kudhibiti mamlaka. Captain Tesha alisema kwamba kwa Tanzania hii deep state hii, dhana ya deep state nadhani, na wengine mtakuwa wameisikia mara kadhaa Balozi Humphrey polepole pole akiwa anaizungumzia, anasema kwamba hii ni katika Tanzania inajionyesha kupitia taswira ya CCM mtandao, genge la mtandao ambalo pia Balozi polepole amekuwa akilizungumzia mara kwa mara katika hotuba zake. Amedai Captain Tesha kwamba genge hilo linaendeshwa na watu waliokuwa na ushawishi mkubwa katika serikali ya awamu ya nne uh, ya rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete ambaye Kapteni Tesha alimtaja kama kiongozi wa hili genge la Mtandao, na akasema kwamba hawa wana mtandao wamekuwa wakitumia nguvu zao za kisiasa na kiuchumi kuhodhi rasilimali, kuzuia uwajibikaji na kudhoofisha juhudi za maendeleo. Kadhalika, Kapteni Tesha alisema kwamba kundi la mtandao linahusika kwa kiasi kikubwa kabisa kumhujumu marehemu rais John Pombe Magufuli kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya rushwa. Hili nalo limeshawahi kuongelewa na a, Balozi Polepole huko nyuma. Kapteni Tesha akadai kwamba marehemu Magufuli alionya hadharani kuhusu watu waliokuwa wakimfanyia njama, lakini hakusikilizwa hadi mauti yalipomkuta, ambapo Kapteni Tesha amehusisha, amehusisha kifo hicho na hili genge la mtandao akadai kwamba kurudi kwa watu hawa yani hili genge la mtandao kwenye mfumo wa sasa ni hatari kubwa kwa mustakabali wa taifa na kwamba Watanzania hawapaswi kukubali historia ya wizi na ufisadi kujirudia tena. Kadhalika, Kapteni Tesha aliendelea kueleza kuwa wananchi wengi wanaamini kuwa Jeshi la Wananchi la, wa, wa Tanzania JWTZ ndilo pekee lililobaki kuwa ngome ya mwisho ya matumaini kwa Watanzania akaonya kwamba endapo wanasiasa wanaojaribu kulitumia jeshi kwa maslahi yao binafsi watafanikiwa, uh, jambo hilo litakuwa ni hatari kubwa kwa usalama wa taifa. Na akasisitiza kuwa askari wa jeshi hilo wanatoka katika familia za kawaida za Watanzania ambao wengi wanaathirika na ukandamizwaji wa katika haki, mateso na rushwa. Kwa hiyo hali ya kisiasa ikiharibika nchini Tanzania itawaumiza pia hao askari wa jeshi hilo. Kadhalika, uh, Kapteni Tesha alisema kwamba siasa zikipelekwa jeshini umoja wa kitaifa utavunjika, na akatoa wito kwa viongozi wa jeshi wasikubali kushinikizwa kisiasa na kumkumbusha mkuu wa majeshi maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba siasa isiingizwe jeshini. Akafafanua kuwa jeshi likihusishwa na siasa, jeshi hilo litavunjika na taifa litapoteza amani na akasema kwamba askari wengi wanavumilia kimya kimya, lakini mioni mwao wanahisi maumivu makubwa ya kuona nchi ikienda kinyume na maadili. Kadhalika, Kapteni Tesha alieleza kwamba uchaguzi uh, unaotarajiwa kufanyika mwaka huu elfu mbili na ishirini uh, na tano, maandalizi yake yamejaa vitendo vya rushwa, hongo na ukiukaji wa sheria. Akadai kwamba tume ya taifa ya uchaguzi imepoteza uaminifu kwa wananchi na, inchi, na wakanya, katika nyakati mbalimbali mbali. Uh, wazalendo kama uh, mzee Butiku na jaji mstaafu Joseph Warioba wameonya uh, kuhusiana na mwenendo wa mambo lakini serikali imekuwa ikiwapuuza, na akahoji kwa nini serikali ing'ang'anie kufanya uchaguzi katika mazingira yenye hila na mgawanyiko mkubwa wa kijamii. Akaongeza kwamba kukubali uchaguzi huo ufanyike katika mazingira ya sasa ni sawa na kuhalalisha uhalifu wa kisiasa na kwa maoni yake akasema kwamba uchaguzi huo hauwezi kuwa huru wala haki, kwani chama tawala kinatumia nguvu za dola na vyombo vya usalama kuwakandamiza wapinzani. Akaitaka TAKUKURU kuchu, kuchunguza madai ya rushwa uh, kwani katika ngazi ya Chama cha Mapinduzi lakini katika mchakato mzima wa uchaguzi ambao wanadai, alieleza kwamba umetawaliwa na idadi kubwa kiwango kikubwa cha rushwa vilevile. Uh, Kapteni Tesha aligusia jambo ambalo Balozi Polepole naye ameshawahi kuliongelea huko nyuma kuhusiana na, ya kuhusiana na kifo cha marehemu John Pombe Magufuli na kueleza kwamba um, katika kipindi hicho cha awamu ya nne yani ya Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, rais huyu marehemu Magufuli aliuawa na watu wa mtandao uh, kwa hiyo hii tuhuma ilishawahi kutolewa huko nyuma na Balozi Humphrey Polepole lakini imerudiwa tena na Kapteni Tesha akidai kwamba genge hilo la mtandao linaloongozwa na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete lilihusika na swala hilo, na akatoa wito kwa kuf, kufanyike uchunguzi wa uchunguzi kuf, huru kuhusiana na kifo cha marehemu Magufuli ambacho kwa maelezo yake alidai kwamba kilisababishwa na genge hili la mtandao na, akaenda mbali na kusema kwamba jeshi linapaswa kutetea ukweli na si kulinda mfumo wa kifisadi, na akataja kisa kilichojiri mwaka elfu mbili na kumi na tano ambapo afisa mmoja mwandamizi wa jeshi alilishwa sumu kwa kukataa maagizo ya kinyume uh, maagizo ambayo yalikuwa kinyume cha katiba. Sasa kwa mujibu wa taarifa, japo hakutaja huyu Kapteni Tesha uh, mmoja wa viongozi waandamizi wa jeshi hilo alilishwa sumu, alikuwa ni mkuu wa majeshi, alilishwa sumu. Na akasema kuwa tukio hilo linaonyesha utovu uovu wa watu wachache wanaocheza na hatma ya taifa, na akaonya kuwa kundi hilo linataka kurudi madarakani kupitia uchaguzi wa hila, ili kulinda maslahi yao ya kifedha. Na alikwenda mbali na kuorodhesha kashfa mbalimbali zilizotawala zilizogubika utawala wa raisi mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, ikiwa ni pamoja na kashfa kubwa ya EPA, kashfa ya Richmond, Meremeta, kashfa ya ununuzi wa rada, kashfa ya Escrow na nyinginezo, na akisema kwamba kashfa hizo ndizo zilizotengeneza msingi wa mfumo wa kifisadi unaoendelea kusumbua muda huu. Akadai kuwa watu wale wale ambao a, kwa sasa wamejirudisha serikalini chini ya mwamvuli wa ushauri wa wazee wa chama, kwamba watu ao wamekuja kama washauri na akaonya kwamba kama taifa likiwaruhusu watu hawa kushika hatamu, historia itajirudia kwa uchungu. Um, pia katika hotuba hiyo ameongelea kuhusiana na awamu hii ya sasa ya Rais Samia Suluhu Hassan, na akadai kwamba mfumo wa kifisadi unaendelea na umechukua sura mpya, na akataja tuhuma mbalimbali Uh, zinazohusisha familia ya Rais Samia Suluhu Hassan na kudai kuwa mtoto wa kiume wa Rais Samia Suluhu Hassan aitwaye Abdul pamoja na mtoto wa Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete wamekuwa sehemu ya mtandao unaonufaika na mikataba ya kibiashara serikalini, na kaonye kwamba ukimya wa vyombo vya usalama juu ya madai hayo unadhoofisha imani ya wananchi. Katika kuhitimisha hotuba yake, Kapteni Tesha alitoa wito wa moja kwa moja kwa Jeshi la Wananchi wa Tanzania akisema kwamba jeshi lisimame upande wa wananchi. Uchaguzi huu usifanyike mpaka haki itakapopatikana. Ukweli usemwe, uovu ukemewe na haki itendeke. Na akahitimisha kusema kwamba yuko tayari kubeba gharama ya kusema ukweli kwa sababu ya kiapo chake cha kulinda taifa na, na, ni kiapo chake ni cha kulinda taifa na si chama wala mtu. Binafsi kwamba alikuwa anajitoa muhanga, alikuwa anafahamu haya aliyoyaongea yangeweza kumwingiza matatizoni, lakini ameona kuwa utumishi wake kwa uzalendo wake uh, kwa Tanzania ni muhimu zaidi kuliko hofu kuhusu maisha yake. Sasa baada ya muda jeshi uh, la wananchi wa Tanzania lilitoa tamko lake fupi, na tamko hili lilitolewa na kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ, anaitwa Kanal Bernard Masala Mlinga. Uh, naye alieleza kwamba jeshi hilo halijihusishi na masuala ya siasa na halitovumilia majaribio yote ya kulitumia jina la jeshi hilo kuhalalisha uh, hoja za mtu binafsi. Uh, kadhalika tamko hilo lilieleza kuwa baadhi ya watu waliostaafu na mienendo mibaya uh, kwa mienendo mibaya wamekuwa wakijitambulisha kama maafisa jeshini mitandaoni jambo ambalo ni kinyume cha maadili na akasisitiza, taarifa ikasisitiza kuwa jeshi hilo litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu, utiifu wa kiapo na utii kwa mamlaka halali za serikali. Sasa swali moja la msingi ambalo watu wengi walikuwa wakijiuliza ni kwamba je, huyu bwana Kapteni Tesha ni kweli afisa wa jeshi la wananchi wa Tanzania? Na jibu la swali hili linapatikana katika hiyo taarifa iliyotolewa na jeshi la wananchi wa Tanzania, kwa sababu taarifa hiyo haijakanusha kwamba huyu si mtumishi wa jeshi la wa wananchi wa Tanzania. Wamejaribu tu kutumia maneno maneno kwamba kuna watu ambao walistaafu kwa mienendo mibaya ambao wamekuwa wakijitambulisha kama asa au watu ambao pengine uh, kiwa kifupi, endapo Kapteni Tesha angekuwa sio mtumishi wa jeshi la wa wananchi wa Tanzania, taarifa ingesema bayana kwamba kuna mtu ambaye amejitokeza huko akijitambulisha kama kapteni wa jeshi la wa wananchi wa Tanzania, mtu huyo sio mtumishi wa jeshi. Kwa hiyo hii taarifa iliyotolewa na jeshi la wananchi wa Tanzania inathibitisha kwamba Kapteni Tesha ni asa halali wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Hilo moja. Pili, kwa mujibu wa taarifa, baada ya, baada ya hotuba hii ambayo kwa hakika imegusa hisia za watu wengi sana uh, na imesambaa vikali kwa mitandao ya kijamii, inasemekana kuna mtafaruku mkubwa unaoendelea huko serikalini, na kulikuwa na taarifa kwamba kuna vikao nyeti ambavyo vilitarajiwa kufanyika jana usiku. Um, kwa ajili ya kuhusiana na maswala hayo yaliyoongelewa na huyu, uh, Captain Tesha. Kwa hiyo kuna sintofahamu, lakini kumbukwa kwamba haya yanatokea wakati kuna vuguvugu vugu kubwa kabisa likiendelea, kuna hamasa kubwa ikiendelea, hususan katika mitandao ya kijamii kuhusiana na maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu wa 10 2025 siku ambayo serikali pia imetangaza kuwa ni siku ya uchaguzi. Kwa hiyo uh, moja ya matarajio kutokana na hii hotuba ya Kapteni Tesha ni kwamba itaongeza hamasa ambayo tayari hamasa ni kubwa sana. Ukipita kwenye mitandao ya kijamii hususan TikTok, kumekuwa na hamasa kubwa, vijana wamekuwa wakiongea kwamba lazima tarehe ishirini na tisa wajitokeze na vitu kama hivyo. Na kwa hakika hiki kilichoongewa na Kapteni Tesha kwa hakika kitawahamasisha zaidi hawa, hasa vijana jenzii wanaoitwa ambao wanajiandaa kwa ajili ya hayo maandamano. Hata hivyo, kati ya sasa na hiyo tarehe ishirini na tisa kuna vitu vingi sana vitakavyotokea, na hususan kuhusiana na hili la lililotokea jana, hili la hotuba ya Kapteni Tesha. Moja ni ukamataji ambao unaendelea kwa sasa, hususan wanaolengwa zaidi ni watu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, lakini hili tutaliongelea katika makala nyingine. Kuna tutarajie kutakuwa na reaction fulani ya serikali kutokana na hili la Captain Tesha. Uh, mojawapo itakuwa ni jitihada za kumdiscredit huyu, na hizo jitihada zilianza kujionyesha katika hii taarifa, kudai kwamba kuna watu ambao sijui walikuwa sio watumishi ambao na vitu kama hivyo, lakini ujumbe umeshafika . Chochote atakachokiongea hakina mantiki na hakuna jinsi yoyote ambapo serikali inaweza kufanya kuwashawishi Watanzania wa Tanzania kwamba huyu mtu sio mtumishi wa Jeshi la Wananchi, kwa sababu angekuwa sio mtumishi, hiyo taarifa iliyotolewa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania ingetamka bayana kwamba huyu si mtumishi wa jeshi, na ujumbe umeshafika. Kwa hiyo wakimdiscredit haitosaidia, lakini kinacho kingine cha msingi zaidi kufuatia hili tamko lililotolewa na Captain Tesha ni swali. Je, yalikuwa ni maoni yake binafsi au yeye ametumwa? Kuna watu nyuma yake? Um, ni mapema mno kusema lolote, lakini katika mazingira ya kawaida uh, yayumkinika kuhisi kwamba huu ni mtizamo unaowakilisha maoni ya watu kadhaa nyuma yake na hata aina iuta, ya uandishi hiyo, tayari kwa sababu wakati anatoa hiyo hotuba alikuwa anaisoma, um, inaonyesha kwamba pengine si jitihada za mtu mmoja ya umkinika kuhisi kwamba kuna watu nyuma yake, lakini tunafahamu kwa sababu baadhi yetu tunaongea na maafisa wa mbalimbali wa jeshi la wananchi, maafisa wa jeshi la polisi. Kwa hakika katika utendaji wa kazi inabidi waonekane wanafanya kazi kama watumishi wa serikali, lakini kuna manung'uniko makubwa, kwa sababu hii ufisadi, wanaonufaika ni wachache, ni genge dogo tu ambalo linanufaika na ufisadi, lakini asilimia kubwa ya Watanzania ni wahanga, na miongoni mwa hao wahanga ni ndugu jamaa na marafiki wa hawa maafsa wa jeshi la, la wananchi uh, maafisa wa jeshi la polisi na wa taasisi mbalimbali. Kwa hiyo, yaumkinika kuhisi kwamba yeye anawakilisha tu sauti nyingine. Kwa hiyo, miongoni mwa tunaweza kutarajia huenda kuna sauti mbalimbali zikaanza kuibuka. Uh, tunakumbuka kwanza aliibuka kwanza uh, uh, Askofu Gwajima, Josephat Gwajima kuongelea kuhusu janga la utekaji. Yeye uh, alijikita zaidi kwenye utekaji, baadaye akaibuka uh, Balozi Humphrey Polepole akaelezea kuhusu mambo mengi na anaendelea kuongea uh, takriban kila wiki kuhusiana maovu mbalimbali, mambo ambayo pia Kapteni Tesha ameyagusia. Yayumkinika kuhisi kwamba kati ya sasa na hiyo tarehe ishirini na tisa kuna sauti nyingine ambazo zitakazojitokeza eidha ndani, kutoka ndani ya vyombo vya dola au katika miongoni mwa watu ambao wana ushawishi na umaarufu katika jamii. Ni mapema mno kuwa na uhakika kuhusu hayo, lakini nadhani muda utakuwa ni hakimu mzuri katika haya uh, ila impact yalichokiongea huyu askari uh, ni kubwa kwa sababu kwa upande mmoja imehamasisha watu wanaojiandaa na maandamano, lakini upande wa pili imezua mtafaruku mkubwa unaoendelea huko serikalini. Je, una maoni gani kuhusiana na tukio? Karibu toe maoni yako hapo chini kwenye kome na Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu maswala haya. Asanteni na kwaherini.